Kwa jina naitwa Idi Muhamedi Matuno, ni mkazi wa Mbagara Kiburugwa. Nimefurahi sana na hii tume, kwa sababu kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu kisheria, mimi mwenye binafsi, lakini baada ya kufika hapa, wamenipokea wamenipa elimu tosherezi kabisa, imenitosherezi na nilikuwa naomba na watu wengine wangefika kupata elimu, kujua haki zao za kimsingi. Akina mama wako vizuri. E, awamnyanyapai mtu au mbagui mtu, wanampokea mtu walika lote, awe kilema awe nani awe nani, wanapokea kwayo, zati. Kwa hiyo mimi mwenyewe natoa shukrani zangu za dhati kwa mama Samia kuleta u mpango kutufikia sisi, namshukuru rais wetu, na nishukuru hii tume iko vizuri, natoa shukrani sana, maanake unapata elimu ambayo ya bure, huye gharama yako ni kufika, haina gharama aina wa rushwa, aina nini. Wewe unafika wanakupa elimu, unaelewa, unajielewa, unatambua, na hata wewe kuwafahamisha wenzio ndani ya familia yako, majirani, bwana haki za binadamu ziko moja mbili tatu, lakini vizuri zaidi ufike upate elimu. Kwa hiyo mimi nimefika, nimepata hii elimu, nashukuru sana.